Wafugaji samaki wa vizimbani huko kaunti ya Kisumu wanakadiria hasara ya zaidi ya shilingi milioni kumi kufuatia vifo vya ghafla vya samaki. Katika siku mbili zilizopita, vizimba kumi na mbili vimepoteza samaki wote kutokana na ukosefu wa hewa. Idara ya afya kaunti ya Kisumu imeondolea mbali hofu ya usalama wa samaki wanaouzwa sokoni kwa sasa. Miaka miwili baada ya wafugaji wa samaki wa vizimba ziwa Victoria kupoteza kima cha shilingi bilioni moja kutokana na vifo vya samaki, madhila tena yamebisha hodi katika ufuo wa Dunga. Kwa siku mbili sasa, vizimba kumi na mbili vimepoteza samaki wote na kuwaacha wafugaji wa samaki njia panda. Hasa zenye zimekufa hizi zilikuwa ziko almost kupa kupalelewa ili tuziuze, sasa tuna hasara Tunaomba tu kama tunaweza pata wadhamini wa wenye wanaweza wakatusaidia ili turudi kwa biashara yetu. Ni samaki ambayo ingechukua inge miezi mitatu inayokuja tungeuza hata shilingi milioni ishirini. Sasa ni, uh, it's a big loss. Uh, insurance hatujui venye tutawafikia. Katika ripoti iliyotolewa na taasisi ya Kemfri mwaka jana, vifo vya mara kwa mara vya samaki ziwa Victoria vinachangiwa na ukosefu wa hewa, hii ikisababishwa na tofauti ya hali ya joto, na kuwashauri wafugaji wa samaki kuweka vizimba vyao kwenye kina kirefu cha maji. Huku baadhi ya wafugaji wakitoa samaki kwenye vizimba ambavyo havijaathirika, serikali ya kaunti imetoa hakikisho ya ubora wa samaki walio sokoni.

Maana binadamu hujikuna afiki hapo, wavuvi wameamua kuuza samaki walioko vizimbani ili kuepuka hasara zaidi. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.